Hello uh, wapenzi watazamaji wa Zamakale Fashion, karibuni tena kwenye peji yetu pendwa ambayo inawaletea mitindo mbalimbali ya magauni ya vitenge ama mitindo ya Kiafrika. Najua nina siku nyingi sana sijaweza kuwaletea ni mitindo mizuri, lakini leo nawahakikishia, nimewaletea package ambayo imekamilika. Yes, narudia tena Leo nimewaletea package iliyokamilika, yaani namaanisha nimewaletea mitindo ya kila aina ya vitenge. Ni wewe tu kuweza kuamua ni aina gani ya mtindo kati ya hii ambao nimekuletea wako unaweza ukawa una mata kwa asilimia mia moja kuvaa katika mwili wako huo. Yes. Lengo letu sisi ni kuweza kudiscover uh, a new fashion. Yaani wewe kuja kwetu ni kuweza kukusaidia kuweza kupata mitindo mipya ya magauni ya vitenge ambayo yamekuwa yakienda na wakati ama imekuwa ikienda kwa uh, mitindo ambayo, ambayo inaenda na wakati. Hivyo basi niwakaribishe kuweza kutazama mitindo yetu ya magauni ya leo aa, katika video hii ya leo nimeweza kuwaleteni picha mnato, lakini pia nimeweza kuwaleteni picha mjongeo, hizo zote zikiwa zinaonesha mitindo mbalimbali ya magauni ya vitenge, hasa magauni ambayo yanamfaa mwanamke wa Kiafrika katika pande zote. Ninapozungumzia pande zote namaanisha kwamba Uh, mavazi ya vitenge ukiwa nyumbani, lakini pia unaweza kuvaa kwa upande uh, wa ofisi. Ndiyo, kuna wengine wanapenda kuvaa mitindo ya vitenge katika maeneo ya kazini, kwa hiyo nayo pia nimeweza kuliangalia. Uh, magauni ambayo nimeweza kuwaleteni siku ya leo kwa kweli ni mazuri sana, ni mazuri sana sana sana, sana. Uh, kwa wale ambao wanapenda kwenda kanisani, yani magauni fulani vya heshima, lakini ukapendeza, yani ukavaa ukapendeza, yapo kwenye video hii ninge uh, vivo. Kwa hiyo ningekusihi sana uache uvivu wa kuweza kuangalia video nusu, yani jikite kuangalia video kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Video hii ina part 1 na ina part 2 yake. Uh, kwa hiyo tunaanza na part 1, lakini tunakuja kumalizia na part 2. Kwa hiyo naomba uweze kuangalia video kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Nimekuchanganyia magauni mbalimbali kutoka Tanzania na nje ya Tanzania. Uh, lengo ni kuweza kupata ladha mbalimbali, au ladha tofauti tofauti samani ama kuweza kupata mwonekano tofauti tofauti, tofauti kulingana na wewe vile ambavyo unataka. Eh, kuna magauni marefu ya vitenge, kuna magauni mafupi ya vitenge, kuna off shoulder za kutosha eh, wale ambao wanapenda magauni ya wanawake wanene, lakini pia wale wanaopenda magauni ya wanawake wembamba lakini kuna wale ambao wanapenda magauni ya wanawake warefu, lakini kuna magauni ya wanawake wafupi. Hii yote kuonesha kwamba nimeweza kuwajali watazamaji wangu katika kila engo, na kuweza kupata kitu ambacho ni kizuri cha kufurahisha zaidi na zaidi. Ah, kwenye video hii nimeweza kuwaleteni matirio mazuri, yaani kwa hapa unaweza pia ukapata mitin, ah, rangi mitindo mbalimbali mbali ya magauni ya